Studio nina mgeni e, na mgeni hapa studio ambaye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Centre for Sports Research and Governance CSRG, e, yani kituo cha utafiti na utawala wa michezo Godfrey Ng'humbi, ambaye na mambo kadhaa ya faida ya kutueleza hapa. Karibu sana bwana. Nashukuru sana bwana, e, Ng'humbi, kwanza nieleze kuhusu taasisi yenu hii, iko wapi ofisi zake, ziko wapi na ilianzishwa lini? Uh, taasisi hii ilianzishwa mnamo tarehe ishirini na moja mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ofisi zake kwa sasa ziko barbich tulivu street orena iko street, tuko hapo katika jengo namba moja. mm -hmm. Hapo tunaendesha shughuli zetu uh, za kiutawala za kiutafiti pamoja na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa uh, wahusika mbalimbali katika tasnia ya michezo. mm -hmm. Nani waanzilishi wa taasisi? Uh, mimi binafsi pamoja na wakurugenzi ambao wametengeneza board uh, pamoja na wanataaluma waandamizi uh, katika ngazi za uprofesa pamoja na madaktari kwa maana ya ngazi ya PhD mm -hmm. Tukizungumza uh, taasisi yenye muundo huo Eh, kuzungumza utafiti, sera na utawala bora, tunazungumza masuala ya kitaalamu zaidi. Kwa hiyo eh, muundo wa kitaasisi umejumuisha wanataaluma ambao ni wabobezi kwenye maeneo mbalimbali mbali. Kama tunavyoelewa, swala zima la michezo ni swala mtambuka. Kwa hiyo eh, michezo kwa ujumla wake kuna, kuna, kuna, kuna masuala mengi ya kitaalamu ambayo anahitaji misukumo pamoja na maarifa mengi katika taaluma mbalimbali mbali mbali. mm -hmm. Na kwa mujibu wa taratibu imesajiliwa katika e, viwango vyote vya kutambulika kama taasisi inayojihusisha na michezo kabisa. Imesajiliwa na sheria ya msajili wa makampuni blela tarehe ishirini na moja, kama nilivyosema tarehe ishirini na moja mwezi wa pili ndo tulipata e, e, e, leseni ya kuendesha shughuli za taasisi hiyo, lakini pia tumekwenda mbali zaidi tumepata hadi usajili wa uh, Basata ili wanasema kitaalamu compliance, ili pia tuweze kuingia kutafiti, kushauri na kuangalia mifumo ya kisera katika maeneo kama hayo. Vizuri mm -hmm. Sana. Na kwa sasa hivi kuna jambo eh, ambalo mnataka na, na, kulifanya, eh, ambao ni, ni Post Legion and Veteran Day, hii ni nini? Nakushukuru sana ndugu yangu ma, Maamudu Zuberi. Uh, taasisi hii eh, kama nilivyosema hapo awali najumuisha jopo la wataalamu hmm. Na kimsingi eh, ni jopo la watafiti zaidi eh, na wachambuzi wa kitafiti uliojaa utaalamu zaidi hmm. Kwa maana eh, tukiangalia eh, na labda niweke vizuri hili, si tunaangalia michezo yote kwa ujumla wake hatujajikita mm. Manake eh, nchini kidogo saizi naona kuna shida, na tunapambana kuweza kuondoa dhana. Mtu akizungumza michezo, mtu mu, watu, wario wengi wanafikiri ni mpira wa miguu mm. Hapana eh, baada ya kutazama modo ya haki za binadamu ya mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na nane tuliona zilitengenezwa eh, haki za binadamu pale kwa ujumla wake Universal Declaration of Human Rights hmm. lakini ndani ya, ya, ya hiyo modo e, wataalamu na, na, na, na, na watu katika maeneo mbalimbali waliweza kutoa haki maalum haki mahususi. hmm. haki ya baba, siku ya baba, haki ya mama, ya mtoto, makundi maalum, walemavu na kadhalika. hmm. sasa na sisi tukiangalia e, kila tarehe sita pale dunia nzima inasherekea siku ya michezo duniani mm. Eh, kwa kufata modo ile ya Universal Declaration of Human Rights, tukajifunza tuka, tuka jambo la msingi sana mm. kwamba hawa malejendari dunia hii imejengwa katika msingi mara sana wa maregens, walikuwepo kina Pele kina Maradona kina Michael Jackson kina uh, Bob Dylan kina Angero kina Michael Schumacher na kadhalika kwa nini dunia pamoja na, na mchango mkubwa wa hawa marejendari na maveterans, kwa nini dunia haina siku moja ya kuadhimisha hii siku adhimu ili kutambua mchango wa hawa marejendari? Kwa nongea, nimemsikia, eh, baba yangu Kasim hapa, eh, na, na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya soka na hata kuonyesha mfano wa kwenda kutafuta maisha ngambo ya Tanzania. Sasa watu kama hawa bado dunia haijatengeneza siku ya kuadhimisha uhifadhi wa ile legacy yao ya kutambua kwamba hawa ni icons ambao walikuwa na mchango mkubwa katika michezo duniani ambapo eh, kwa kuisherekea siku ile tutawahamasisha wengine tutawavutia wengine lakini tutatunza rekodi na historia, lakini kuonyesha umuhimu wa, wa, wa, wa namna hawa marejendari na maveterans walivyochangia msukumo mkubwa katika maendeleo ya mambo mbalimbali duniani. Tunaona mathalan ndugu, ndugu Mahmud. Hmm. Eh, Didier Drogba aliongoza Ivory Coast kupambana na vita vya ndani Muhammad Ali alikuwa ni mwanaharakati mkubwa wa kupinga ubaguzi kule Marekani. Eh, kina Pele walikuwa ni mabalozi wa UNESCO, kina Njeri Kejo walikuwa ni mabalozi wa UNESCO, kina Cristiano Ronaldo, kina Lionel Messi anaongoza kampeni za UNESCO. Sasa kwa nini dunia isifike mahala tukasema sasa kwa nini tusitengeneze siku ya kuadhimisha eh, eh, siku maalum kwa ajili ya marjendari, ambapo watapewa tuzo, tutatambua mchango wao na hata kuwataja. Angalia watu kama kina Siti binti Saad kule Zanzibar wale, sisi maswara ya taarabu, kina Bi Kidude, kina Marikia hawa kina, kina, kina Adija Kopa, tumetambua kwa kiwango gani mchango wao walioweka katika maendeleo ya tasnia kama hizo na kutengeneza vipaji vipya katika maeneo kama hayo? sawa sawa. E na kuna hii e, kuna, kuna harakati zote ambazo mmesha anza labda kuelekea kulikamilisha ile Eh, sahihi sahi. Katika eh, kikao cha wiki iliyopita eh, management imeamua eh, kwa sababu hauwezi uka, uka, uka, uka, ukaanzisha tukio kubwa kama hili ambalo eh, tunasema linaanzia Tanzania kupitia kituo chetu Center for Sports Research and Governance, lakini lazima upate baraka ya serikali ambapo uko ndani yake. Kwa hiyo tumemwandikia eh, waziri mwenye dhamana ya michezo na mind you that you ni swala la muungano. Taasisi yetu ina mandati ya kufanya kazi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tumemwandikia eh, waziri mwenye dhamana eh, eh, Mheshimiwa Waziri eh, wa bara huku pamoja na visiwani, kuwaambia katika andishi ambalo limejitosheleza umuhimu wa, wa, wa, wa tukio hili adhimu, kwamba sasa kwa sababu dunia nzima haina tukio hili la, la, la, la kuadhimisha siku hii eh, sasa tukaona kwamba ni vyema E, tarehe 22 mbili mwezi wa nane, tukio hili tuanze kuyazimisha siku hii Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niweke nye, rekodi sawa, hakuna hakuna wa, wa, wa waziri wa bara. Kuna waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Sawa, hilo limeenda vizuri. Uh, mimi, eh, kabla ya kukutakia kila la heri, ni kuulize tu baraza la michezo mmeshawashirikisha ambao wanajua Steps, step. uh, baraza la michezo wakati tuna tuna tuna Tuko kwenye michakato ya usajili, tumekuwa tume na vikao e, vya hapa na pale na dada yetu Neema Msita, wakati fulani msajili, lakini kwenye hili e, wamepata nakala pia inakwenda kule e, kwenye baraza la michezo la Zanzibar, pamoja na, na, na, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo taarifa ya kimaandishi nafikiri mm. iko njiani inakwenda Mmesema mm -hmm. Yeah. E, na arts and culture pia mta, mta include pia. Kabisa, kabisa. Mm -hmm. Tunatazama e, arts and culture e, katika ujumla wake pamoja na michezo mbalimbali mbali. Sawa sawa, sawa. Karibuni sana wasomi kwenye michezo mmoja. Yes, kati ya mambo ambayo yamekuwa yanalio katika sekta ya michezo ni elimu na elimu inatolewa na watu wenye elimu na wenye elimu ni wasomi na wasomi ni wale waliosoma karibuni sana katika michezo tunashukuru sana. Mm -hmm. Nami ni kushukuru kwa kuja asubuhi hii ya leo, nikuambie tu milango iko wazi anytime katika harakati nzuri kama hizi, kwa sababu magwiji waishii kuwa waliocheza tu, hata sisi ambao tunaandika michezo pia e, ni sehemu ya hao magwiji tunaona tunakia tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kila sababu ya kuunga mkono hili. Nashukuru, labda niweke ni rekodi sawasawa kwenye baadhi ya vitu vichache uh katika ku, ku, ku, kuthamini mchango wa hawa our regions mm. E, nafikiri sio sawa sana e, kuwapa kuwa, kuwa hiyo heshima wanapokuwa wametangulia mbele ya haki. Kuna watu wengi wanafanya vizuri, wamefanya vizuri mm. na waendelea kufanya vizuri e, ni wakati sasa wa kutambua na kuanza ku, kuwashika mkono na kuonyesha mm. appreciations kwa mm. mfano mimi sielewi si, si, si sana na taasisi yangu imekuwa katika mshangao, kwa nini watu kama kina Diamond Platnumz, kina Ali Kiba, kina Mbwana Samata hakuna vyuo vinavyojitokeza hata kutoa nishani kwa maana ya, ya, ya, ya digri za, za, za uzamivu PhD mm. nilikuwa naangalia eh, Marekani Huyu Anjero Maya mm. Uh, alipata vyuo karibu hamsini, vilimpa digri za uzamivu kwa kutambua mchango wake katika mm. maeneo mbalimbali mm. Chuo cha mwisho alikuwa ni chuo cha, cha, cha Work Forest uh, ambapo uh, walitoa wa, wa mtu kama Pele, mtu kama mm. win, mpl wote mm. walipata hizo nishani mm. mbalimbali. Sawa sawa mm. Godfrey Ng'humbi, mimi nakushukuru sana kwa kuja asubuhi ya leo na nikutakie Eh, siku njema na karibu sana kwenye anytime, karibu kwa ajili ya kuja ku, ku, ku, kupambania harakati zako hizo na kushukuru sana asante hmm.